Tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa matendo yake ya huruma kwenye jamii, hivyo nasi tunajumuika naye katika kumsapoti kufika kwenye jamii iliyokuwa chini kabisa na ndo maana leo tumefika katika bustani s si, Sengerema Sengerema hapa, kwa maana kwamba tumekuja kujionea hospitali ya Mission ambayo Sister mnaitendea haki kwa kweli, na na mnafanya matendo ya huruma sana, na natumai Mwenyezi Mungu atawalipa kwa yote mnayoyatenda. Hatuwezi kufanya bila msaada kwa watu wengine yeah. Watoto wetu wengine wanasomeshwa na watu binafsi kutoka hapa Sengerema na wengine wachache kwa wa nje yeah. Lakini hasa hasa jamii ya Sengerema, na hata upande wa chakula, wakati mwingine tuna tunaletewa wanafunzi hasa hasa kwa sekondari ya Sengerema sekondari na Nyampulakano na Sengerema chuo cha afya hawawezi kukosa kuleta mahitaji yetu, madaftari na wakati mwingine mahitaji mengine. Na kuna familia, baadhi ya familia majirani wanatusaidia, wakati mwingine watu wa kanisa. Kwa majina anaitwa Alfani Hassan Kingama, ni mwenyekiti wa taasisi ya Sisi na Mama ambayo kazi yake kubwa ni kushiriki matendo ya huruma kwa jamii kwa maana kutoa msaada kwa watoto, mama na mtoto, wazee, walemavu, watu wenye uhitaji maalum na makundi mbalimbali ya kijamii. Lakini leo tumekuja huku Sengerema, kwa maana katika hospitali ya Mission. Lengo kuu tumeleta msaada na zawadi kupitia taasisi ya Sisi na Mama. Lengo kuu ni kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika matendo yake ya huruma kwa jamii. kwa nini tuko hapa? Tumekuja hapa tumepachagua kwa sababu, kwanza ni kwa kuwapa nguvu na kuwatia moyo watendaji wote, haswa masista na uongozi mzima wa, wa hospitali ya Mission kwa matendo ya huruma kwa jamii wanaoyatenda hivyo, na sisi kama taasisi ambayo tunashughulika na matendo ya huruma tumeona tuje kuwasapoti masista pamoja na hospitali ya Mission kwa maana wao ni walezi wa watoto yatima, hivyo nao vile vile wanahitaji kusapotiwa kwenye jamii, na ndio maana leo na sisi tumeleta misaada na zawadi mbalimbali mbali, ili nao waone mchango wetu, kwa sababu hii inagusa jamii. Makanisa wanafanya mambo makubwa sana katika kulea watoto yatima, lakini nao wanahitaji nguvu kupitia sisi wadau wao, na ndio maana leo tumefika hapa, lakini vile vile kwa nini pia tumetokea wakati huu? Tumetokea hivi kwa sababu ya kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa kitendo cha kumalizia daraja la Magufuli Busisi Kigongo. Maana yake ni nini? Kitendo cha kuweka bilioni mia sita zaidi pale na kukamilika daraja lile linakwenda kuokoa maisha ya watu wengi sana. Wapo mama na mtoto ambaye wapo mama wajawazito wazito ambao walikuwa wanatakiwa kufanyiwa rufaa ili kwenda hospitali kuu, lakini akifika pale anakutana na foleni kivukoni, ama kivuko bado kina matatizo. Leo hii sasa hakutakuwa na foleni hiyo, kwa sababu leo angalia, sisi taasisi sisi na mama organization, si kwamba tuna makubwa zaidi, lakini kile kidogo tunachokipata na wadau wanaotusaidia haswa, pia ukisaidiwa kupitia mheshimiwa rais, familia yake nao wanatoa mchango kufanikisha jamii kupata msaada, yatima, wazee nao kile kidogo nao wawatie moyo watoto hawa popote walipo. Tumelea watoto baada yao toka elfu mbili na tano kwa nguvu ya shirika na jamii ambayo inatuzunguka, lakini hivi karibuni tunafurahi sana, tumeanza kuona kwamba na serikali inatujali. Na, na kwa kweli leo tunafurahi sana sana sana kama mmekuja kwa nyamba ya taasisi yenu Sisi na Mama ukiwa na unga mkono rais wetu Mama Samia, Samia Suluhu Hassan katika kuleta faraja kwa jamii na wala watu ambaye wana mahitaji maalum kama watoto wetu ambaye ni mchanganyiko ya watoto ambaye wanahitaji kuishi karibu na hospitali wayatima, au watoto ambaye wanatoka kwenye mazingira magumu tuna, tuna furahi sana <coughs> kuona kwamba tuna kwa sasa hivi tunawahudumia watoto ishirini na tano lakini siwezi kusema kamili kwamba ni, ni watoto wangapi kwa sababu hata leo eh, mama Flora ametuambia labda leo itaongea mtoto moja zaidi. Sisi ni, ni watoto ambao tunapata kwa ambaye watakaa hapa muda mrefu, lakini tunapokea vilevile vile watoto ambaye labda watakaa hapa kwa sababu kuna tatizo kwenye familia yao au eh, tatizo nyingine, ustawi ya jamii inahitaji nafasi ya kuweza kufanya uchunguzi. Wakipata wana familia ya kuwalea, wanatoka tena. Kwa hiyo tuseme wa kudumu ni 25. Ikiwa ni wale wadogo na watoto wa shule ya msingi na sekondari, wengine ambao wanakuja hawajasoma bado. Kwa hiyo tuna sasa sasa hivi tuna watoto ambao wako memkwa, ili waweze kuingia kwenye elimu ya kawaida na vilevile vile tuna watoto ambaye wamehitima elimu kama ulisikia kutoka Rafael, tunasaidia ku, kuendelea na masomo au eh, kwenda hata hata chuo ikiwa matokeo yao yatakuwa vizuri. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tunasema asante sana kwa moyo wako wa upendo na huruma kwa sisi wahitaji. Ni serikali tunaamini imefika hapa. Zamani tulikuwa tunategemea kutoka familia zilizotuzunguka lakini, tunayo furaha kubwa kuona serikali kama inaweza ikafika na kutuona na kutupatia yale tunayohitaji. Ningependa kusema asante, asanteni sana Taasisi ya Sisi na Mama kwa moyo wenu wa huruma na upendo kwa wahitaji ambao sisi tuliopo hapa ni yatima ambao tuna uhitaji mbalimbali ambao tumeona hapa umetukabidhi, Tunasema asante. Furaha yetu sisi tunaweza kuionyesha kwenye nyuso zetu, lakini ndani ya mioyo yetu ni imejaa tele, na tutasema tu kwa maneno, lakini mioyoni mwetu imejaa sana. Tunasema asante, tunafurahi, tuna, fry, tunajisi na sisi ni watu, kwa kuwa tunakutana na watu mbalimbali mbali wenye kutupenda na kutujali. Upendo wenu unatuonyesha kuwa hatuko peke yetu, bado hamhitaji tubaki kule tulikotoka kubaki mayatima, bali mnataka sisi tuendelee kufika mbali na tuone mengi. Mwenyezi Mungu awabariki wa, asanteni sana, tuna shukurani sana kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa zawadi aliyotoa. Hatukutegemea kwamba tutapata zawadi kama hii, na hatukutegemea kama kuna watu watakuja kututembelea pia tunaendelea kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuongoza nchi yetu. Pia hata sisi ambao tuna vipaji tunaomba aendelee kutusapoti, pia hata kwa wadogo zetu hao wa ambao wanaendelea kukua tunaomba aendelee kutusaidia, pia hata na wenyewe waone kuna watu ambao wanawajali. Asante. changamoto kama hizo za watoto waliotelekezwa na ukatili aina tofauti huwa tunawapokea. Tukishawapokea, tunafanya taratibu za kiustawi ili kusaidia yule mtoto kuokoa maisha yake, kwa sababu kuna wengine wanakuwa wametupwa wakiwa wachanga, wengine wanakuwa wamepigwa vipigo vya kupitiliza, na wengine wamefanywa vitendo vya ukatili kama kubakwa. Kwa hiyo yule mtoto hawezi kurudi tena, hata kama familia ipo, hawezi kurudi nyumbani kwa kipindi hicho, tunamchukua tunamweka kwenye malezi ya kambo ambayo ndio kituo chetu hiki cha bustani c si, wakati huo taratibu za kisheria zinapoendelea.